Taarifa ya habari, tuelekee kule mkoani Mwanza. Upanuzi wa barabara ya Makongoro hadi uwanja wa ndege mkoani Mwanza umeanza kutekelezwa na mkandarasi wa kampuni ya Nyanza ili kuondoa tatizo la msongamano wa magari ambao umekuwa ukiathiri shughuli mbalimbali za kijamii na kiuchumi katika jiji hilo. Barabara hiyo ambayo upanuzi wake unaanzia eneo la Ghana Kotes katika hadi Pansiasi unagharimu zaidi ya shilingi bilioni mbili ambazo zilipangwa kutumika katika maadhimisho ya miaka hamsini na miwili ya Munga. Maandalizi ya upanuzi wa barabara ya Makongoro hadi uwanja wa ndege wa Mwanza yameanza ikiwa ni utekelezaji wa agizo la Rais Dr. John Magufuli ili kukabiliana na kero ya msongamano mkubwa wa magari ambao unaathiri shughuli za kila siku za wananchi. Upanuzi huo unaanzia eneo la Ghana Quarters unagharamiwa na zaidi ya shilingi bilioni mbili ambazo zingetumika kwenye sherehe za muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Kitendo nachokifurahia katika muungano wa mwaka huu kusherekea sherehe ya muungano katika mwaka huu 2016 ni Magufuli kuamua zile hela za kufanyia sherehe ya muungano kuzipanulia barabara katika mkoa wa Mwanza. Ni vizuri zaidi, kwa sababu hizo barabara, hiyo hela iingie kwenye barabara, matengenezo ya barabara ambavyo zingeenda kwenye sherehe tu, zingeishia huko tu bila kuonekana zimefanya kazi gani. Pesa ilikuwa ina, aa ina, inaharibika. Lakini sa, sa, kwa sababu kutembea tu kama ni gwaride kama gwaride ni sawa, lakini gwaride, alafu na pesa aa ina, inatumika ina, ina lakini sasa, pesa tutaona kitu, tutapita barabarani. Baadhi ya wakazi wa mji wa Mwanza, licha ya kupongeza upanuzi wa barabara hiyo, wakawa na rai kwa mkandarasi wa kampuni ya Nyanza anaitekeleza mradi huo, wasijaribu kuili wanaita ile kufoji ile waliplipue. Tunachotaka wae na uaminifu, wapanue barabara na likae katika kiwango kinachotakiwa ili liweze kudumu kwa kipindi kirefu. Kaimu meneja wa wakala wa barabara nchini TANROADS mkoa wa Mwanza Ngaire Felix anasema kuwa upanuzi huo unatarajiwa kukamilika Novemba mwaka huu. Wananchi wategemee, ndani ya siku mia tatu thelathini kazi hii tunategemea iwe imeshakamilika, na itatoka hapa gana kotas mpaka pale e, e, pasiasi kona ya kwenda Buzuruga. Upanuzi wa barabara ya Makongoro uwanja wa ndege wa Mwanza pia unafanyika katika eneo la furahisha hadi Ganakotas, ukihusisha ujenzi wa njia nne pamoja na daraja la watembea kwa mguu. Kwa hiyo ukiongeza na hizi mbili ambazo zipo inakuwa sita. nafikiri itakuwa ni suluhisho la, la kudumu. Kando ya upanuzi wa barabara hiyo, baadhi ya wakazi wa Mwanza wametaka kudumishwa kwa muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Kama kiongozi wetu wa nchi yetu, ashirikiane pamoja na nchi jirani ambayo ni nchi yetu ambayo ni Zanzibar na Tanganyika, waweze kuwa na ushirikiano, ili kwa kuunganisha wananchi wawe na umoja, tusikubaliane tena na mawazo ya watu ambao wanataka kuuvunja huu muungano kwa maana zao wenyewe ambazo wanataka kuzifanya, lakini kwa manufaa yao muungano na sehemu yake kubwa katika nchi hii binafsi mi nasema kwamba muungano uendelee kuwepo na udumu usije ukavunjwa kabisa. Amiko Sibutunga, TBC Mwanza.